Kwa nini ndoa nyingi zinavunjika? Mimi ninafikiri watu wengi kwenye ndoa hawahurumiani. Kwa mfano, mtu amefanya kazi labda ya kutafuta riziki toka asubuhi saa moja, amerudi saa tatu au saa nne usiku, na amerudi bahati mbaya hiyo pesa yenyewe hajaipata. Mwanamke kamkuta pale anamsubiri kwamba labda kuna namna ambayo alitakiwa aje na hiyo pesa. watu wale, anafika pale kabla hata hajajieleza, mtu anamdaka, ehe, umekuja na mboga, umekuja na hiki, umekuja na kile, ndizi, sijui mchele, hatuna hapa, sijui hatuna nini. Bado mtu haangalii kwamba yule mtu alikuwa kule kazini na inawezekana kule kazini watu wamemjeruhi, amejeruhika, amekuja na majeraha hamna pole, hamna e, karibu karibu mume wangu e, pole na majukumu. Hajasema yote hayo lakini pia mtu amechoka, ana uchovu. Hamna ile ya kusema kana kwamba hata maji tu basi, ambayo hayana anani sana. Baba pole, maji haya hapa, unahitaji e, ya kunywa au ya kuoga? Vile vitu unakuta kwenye ndoa nyingi havionekani. Haya, mtu kamkosea mtu kamkosea labda na lenyewe hilo la pili. Lakini ile kushuka kujidhiri, kuomba msamaha, mtu anakaza hataki kurudi chini kumwomba msamaha mme wake au kumwomba msamaha mke wake. Hivi vitu vya pole ni vitu vidogo sana. Samahani ni vitu vidogo sana. Unahitaji nini? Ni vitu vidogo sana, kumuuliza mtu unajisikiaje leo? Mbona siku naona kama hauko vizuri Mbona afya yako naiona leo kama sio kama jana, mbona huna uchangamfu? Pita mbele yake furahi, mfurahishe, japo kwamba samahani. Hakuna leo uchangamki, kuna stori bwana, nataka ni yani, vitu vidogo vidogo kumfurahia mtu anaporudi nyumbani, lakini pia anapoondoka, basi na wewe moyo wako uwe kama umeondoka na yeye, tembea naye kule, muombee, sema maneno mazuri tuwe na maneno mazuri kwenye ndoa zetu, kwa waume zetu, kwa wake zetu, sio mambo ya kukaa tunalaumiana laumiana. Maana unakuta kwenye ndoa nyingi ni lawama juu ya lawama, mtu anamlaumu hiki, anamlaumu kile, anamlaumu kile, anamlaumu, anamlaumu, anamlaumu, hamna kuachilia watu wajitahidi. Mioyo yetu kweli haiwezi kubeba mambo mengi, na kweli hata kama mtu amekukosea, sema, maliza, futa, yaani kuanzia hapo Anza jambo jipya, endelea na jambo jipya, lakini swala la kuhurumiana liwe ni jambo muhimu sana. Maana tumesema mke mwema hutoka kwa Bwana na mume mwema hutoka kwa Bwana. Sasa kitu chema kizuri kimetoka kwa Mungu wako Muumba, unaanzaje tena kukiumiza? Yaani vile ambavyo unaona wewe unapenda upe, utendewe mambo mazuri ya kufurahisha nafsi yako na moyo wako